yao lugha ilifana nzuri yenye itikani, lugha ya heshima sana Kiswahili walinani, na hawakutukanani, lugha mufi ilizii, jamii ya jiuliza wabu. Lishikani hata mgonjwa kwa bweni lisaidiwa bayani na mwanafunzi mgeni lisaidika kwa sani. Jamii yajiuliza wako wapi kama hao? Nguo nadifuliva vyema walijisitini shuleni na waling'aa usafi walimi Wako wapi kama hao mefika wakati wetu wanasema twenda komo tabia mekuwa mwitu twazamisha chetu chote maadili tele kutu twachafua yetu nee jamii najiuliza wako wapi kama hao Walimu tunawabeza, jamii imetuchoka, ni sisi twajiumiza, tujaribu rekebika, jamii yajiuliza, wako wapi kama hao. Nisikunuluzikoma, wanafunzi tuwamke, tusafishe zetu mbovu, walimu tuwakulike.